a huu tumeweza kuzindua mikopo miwili mipya ikiwepo e, mkopo mmoja ambao tunauita ni mkopo wa makopesha hivi vitendea kazi kwa ajili ya e, kuuza e, kahawa hizi za kisasa, amaana tuna vita vibajaji vinaotembea au kizungo, kwa kizungu wanaita mobile coffee shops kwamba ni maduka ya kuuza kahawa yanayotembea. Tumezoea e, kuona kwamba watu wakiuza kahawa kwa zamani, kwenye birika, kwenye chupa za chai, naenda vijiweni, lakini sasa kwa kuingia ubia pamoja na bodi ya kahawa, kaona tuboreshe zaidi ili kuweza kupromote unywaji kahawa na uzalishaji kahawa nchini kwa kujenga mazingira rafiki zaidi, lakini pia kujenga e, kufanya kahawa e, kila mwananchi aweze kunywa kahawa zile za kisasa ambazo kwa tunaziona kwenye mahoteli makubwa au kwenye coffee shops, basi hata mtaani ziweze kunyweka. Kwa hiyo tukaanza kubuni huo mkopo ambao umelenga e, sana sana vijana, inaweza e, kaa ni vijana ambao wamepata mafunzo kutoka e, bodi ya kahawa, namna gani utengenezaji bora wa kahawa, lakini vile vile wamepata mafunzo namna gani basi anaweza akatengeneza aina tofauti tofauti za kahawa na ambazo pia hizo fursa hiyo wakaigeuza kuwa biashara kwa kuendesha maisha yao. Ukizungumzia mkopo huu kwa vijana, ume umewapa fursa zaidi kwa kujitengenezea ajira kwa sababu ni mkopo ambao hahitaji kijana awe na mtaji wowote ule. Anaweza akaja baada ya kupata mafunzo, sisi tukampa vitendea kazi vyote, ikiwepo mitambo hiyo ya kutengeneza kahawa pamoja na hicho kibajaji cha miguu mitatu ambao kinakuwa kama kigari e, inafunika kama gari kabisa, ambayo na hiyo mitambo ambayo kwa jumla yote ina gharimia milioni 36. E, thamani yake ni 36 hicho kigari na mitambo. Kwa hiyo kijana anaweza akakopeshwa e, huo mtambo akaanza hiyo biashara bila kuwa na dhamana yoyote, lakini huo mtambo wenyewe ndio utasimama kama dhamana ataweza kufanya biashara hiyo kahawa, baada ya kupata mafunzo kwa kwenda eh, kuuza kahawa mtaani au sehemu yote ni mkusanyiko, basi naye kaweza kujipatia. Tunapendekeza wajasiriamali wadogo wanakokuja, wasio wana na mikopo mingi, mtu angalau akiwa na mkopo mmoja, hiyo inawezekana kwamba anaweza aka manage, lakini unakuta tayari anakuja na mikopo miwili mitatu, unaona kabisa hizi hela haziendi kwenye biashara, ni kwenda kulipa mikopo mingine, kwa hiyo tunashauri kwamba ngali wamaliza mikopo yao kwanza, atakapomaliza vizuri ndio waweze kuja kuweza kupata huduma hizi za mikopo. Nilianzia biashara ya nguo, kwa sasa hivi niko hapa Kingaro, lakini nilianzia kule Nunge. Nilipoanza kule Nunge kwa bahati nzuri kabisa nikapata haf, nikaonana na afisa wa Self, nikaongea naye akanierewesha. Kwa kweli tangu kipindi hicho Nikaenda pale kuchukua mkopo na mpaka sasa hivi ni muda mrefu, sasa hivi naenda kama mkopo wa tano. Kwa kweli kusema za ukweli ni mkopo ambao umenifaisha sana sana, kwa kweli niliweza kuchukua, niliweza kupiga hatua, nilikuwa na nyumba yangu, nilianzisha jengo langu mkli, kwa bahati nzuri nashukuru Mungu, sasa hivi nimeshabaua na nimeshaika, nimesha mpangaji kupitia mimi. Nataka niwaambie wanawake wenzangu ambao wanaenda kwenye mikopo ile mikopo umiza, tuseme mikopo ambayo riba kubwa, mikopo ambayo wanaenda wanachukua, utakuta wana unachukua mkopo lakini makato yake kiasi kwamba kama ulichukua milioni tatu unabaki na milioni mbili na nusu, laki tano, laki ngapi, zote zinakuwa zimekatwa. Mimi nilikuwa na shauri waende Self, wakakutane na afisa wa pale, wataongea naye, wataeleweshwa vizuri. Mimi nafikiri wakifanya hivyo, watakuwa na maendeleo. Kwa muda wa Self microfinance, tokea mwaka juzi nilifahamu, lakini mwaka jana na mimi nikaingia, nikachukua mkopo ili niweze kufanikisha katika kufanya kazi za hapa na pale, na mimi ni mmoja wa mnufaika. Niwashauri vijana wenzangu wasiogope kuchukua mkopo, mkopo inainua kwa, kwa namna vile ikitokea akachukua mkopo, wachukue mkopo wafanyie kitu cha maana. Usije ukachukua mkopo ukaenda kujengea nyumba, usije ukachukua mkopo ukaenda kukulia bata. Yani ukichukua mkopo, chukua mkopo na hakikisha unatimiza lengo la ule mkopo.